Tukiendelea kuangazia mzozo wa kivita huko Mashariki ya Kati baina ya Iran na Israeli, tunafahamishwa kwamba watu 16 sasa wanatibiwa majeraha kufuatia ripoti za mashambulizi ya Iran. Iran imelenga maeneo kadhaa nchini Israeli, ukiwemo uwanja wa ndege wa Ben Gurion, kulingana na runinga ya taifa ya Iran. Malengo mengine yaliyoripotiwa ni pamoja na bezi za usaidizi, vituo vya amri na udhibiti na kituo cha utafiti wa kibiolojia. Vyombo vya habari vya serikali vinasema jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, IRGC lilitangaza shambulio hilo lilitekelezwa kwa kutumia makombora ya masafa marefu. Waliojeruhiwa ni pamoja na mwanaume mmoja mwenye umri wa takriban miaka 30 ambaye yuko katika hali ya wastani, akiwa na jeraha sehemu ya juu ya mwili wake. Wakati hayo yakichomoza, jeshi la Israeli linasema kuwa jeshi lake la, la anga ndiyo kwanza limeanza wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi magharibi mwa Iran. Haya yanajiri baada ya jeshi la ulinzi la Israeli IDF